Nyinyi ni mashahidi kwamba tumefanya au tumetimiza ahadi zetu. Tumetoa maboti, tumetoa maboti kwa wavuvi, tumetoa maboti kwa ajili ya wakulima wa mwani, na tumetoa zana mbalimbali, si maboti peke yake. Wale wavuvi tumewapatia mpaka fish finder, tumewapatia nyavu, tumewapatia mambo kadha wa kadha, ili waweze kuongeza uzalishaji wa shughuli zao wakulima wa mwani nao kadhalika tumewapatia vifaa mbalimbali vinavyohusiana na, mbali mbali na uzalishaji wa mwani. Nafurahi kusema kwamba kazi ile ilifanyika na takwimu zinatuonyesha kwamba upatikanaji wa samaki umeongezeka sana toka wakati ule mpaka sasa. Kwa hivyo tunachoahidi ni kwamba katika miaka mitano ijayo tutaendelea kuwasaidia wavuvi, wakulima wa mwani na wajasiriamali ili kuongeza kipato chao. Oktoba tunatiki.